Basi ndio hivyo mtazamaji, katika episodi ya 12 mm -hmm. hivi ndivyo ambavyo tunaanza katika mwendelezo wa tamthilia Legend of Chi. mimi ni Michael Lukindo, Mr Informer, karibu sana, tusonge mbele mm -hmm. eh, katika burudani kwa mara nyingine tena, basi tunaanzia pale tulikoishia mtazamaji mm -hmm. eh, mtazame Mwamba mwenyewe basi, Master Fu Hongshu. Anaamka sasa baada ya kulala muda mrefu haijulikani ni kwa jinsi gani basi alivyoweza kuponea katika jaribio baya kabisa ambapo basi hii maana yake ni kwamba yule binti ambaye Mwamba alimsaidia atoke katika ile biashara ya kujiuza eti huyo binti akaamua kufanya jaribio la kumua. Sasa angalia, baada ya muda mrefu anakuja, eh, kukichomoa kile kisu, na haieleweki imewezekana vipi. Alidondoka kutoka mbali sana, lakini eti tunamwona chini katika mapango. sasa hapo alipo, hata ukimwona hana nguvu nayaonesha kabisa amekaa muda mrefu bila kula chochote. Alianza kutazama huku na kule, anatazama kila upande. Hii ilimfanya basi atafute kujua ni wapi aliko. Moja ya kitu ambacho ilikuwa kinamsumbua kwa wakati huu zaidi ni kiu kali sana, alitamani kupata kitu anywe eh, na hususan maji. Sasa pale alipokuwepo alikuwa akisikia sauti ya maji, alipoenda upande wa pili akapata, kuna maji anayaona ya sasa unajua tena yale mazingira unayotokea kule Japani pana ukame mwingi. Kwa hiyo alisogea pale ili kusudi apate kujinywea maji, mwamba akaanza kupata maji, lakini njaa inampiga kule kweli, njaa inamtandika. Sasa pale alipokuwa anapata maji palikuwa na panya. Sasa hata ukiangalia hao panya wenyewe wamekonda kwa sababu hawana vitu vya kula. Unajua panya wale walionenepa ni wale ambao wanapata kupita kwenye nyumba ambazo zina vyakula vizuri. Sasa huu panya mwenyewe amekonda kinoma, mchizi kisu kile kile ataka amuinde panya. Panya mwenyewe anatembea kama anachechemea, yani kwamba panya mwenyewe amenyooka, ni njaa tupu, alafu panya mwenyewe meusi. Ah, basi jamaa akaanza kujivuta, anajivuta taratibu ili kusudi amdake panya apate nyama. Hmm, panya mwenyewe ameogopa, anaona huyu jamaa huyu akinitafuna huyu haitakuwa kawaida. Hasa kwa haraka haraka akaona na kasungu kulikuwa na kasungura kadogo eh, kuna mtu mmoja akapita na ule sungura. Ni nani huyo? Inaonekana ni mzee mmoja na mvi nyingi sana. Jamaa akashangaa, pana mtu, mbona mzee mwenyewe yuko kama chizi kidogo. Akaanza kumshambulia jamaa pale pale. Hasata kijana Master Fu Hongxue hajui yule mzee ni nani, lakini ghafla pale pale mzee akaanza kufanya mashambulizi sio ya kawaida. Angalia. Mzee naye yuko vizuri, uwezo alionao sio wa kawaida. Ah, akashamnyang'anya silaha akaanza kupambana naye. Yaani mikono tu hataki mambo ya mapanga. Sasa kijana naye amelala siku nyingi lakini yuko bado yuko hodari katika kupimana nguvu na uwezo wa kupigana. Inasadikika ni kama vile uwezo wao wa kupigana unafanana. Sasa hiyo ile iliyopigwa hapa inaitwa shilling slash. Ni moja kati ya wale ambao wanatokea katika ngome ya kichawi ndio wanaweza kupigana hiyo. Mama wa jamaa anaitwa Hua Baifeng. Hua Baifeng ndo mwenye ngome ambayo inaitwa Demon's Den, ndio mama yake na jamaa jamaa akasema <coughs> nilikuwa nasubiri kukutana na, kukuta na mtu wa familia yako kwa miaka zaidi ya ishirini. Wewe ni Chinuochen, akasema nakumbuka mama alishawahi kukuzaa mimi, mimi mimi nilijua wewe ulishakufa. Akasema hapana mkubwa, maisha yangu bado bado yapo, sema mimi bado naishi, mwambie mzee. Buinuka kwanza, sasa imekuwa vipi ukaja ukaishilia huku? Unataka kujua jinsi jinsi gani gani nimefika? Yaani, nakwambia mimi mwenyewe mwenyewe, hata hata ukiniuliza jina la mke wangu sikumbuki, hata ni jinsi gani niliishilia hapa. Wakati huo wa basi, Mwamba Ye Kai sasa anamtafuta ndugu yake ambaye ni Master Fu Hongxue, alishanusa harufu ya hatari pale alipojua kwamba basi Master Fu aliyeongozana na Chui Nan e, wakaondoka pamoja. Yule jamaa sasa, huyu itakuwa tena kuna kitu kishampata huyu. Akiwa pale juu kwenye lile bonde sasa, juu kabisa, akashangaa amemwona kama binti mmoja pale akasema hii ni ajabu, inawezekana vipi mwanamke kama huyu akaja katika sehemu kama hii? Alikuwa ni mwanamke mmoja mrembo sana, lakini hali ya hewa jinsi ilivyokuwa sasa kidogo, wakati jamaa anajifunika funika macho namna hii, alipokuja kugeuka namna hii, anatazama hivi, aoni tena mtu. Lakini licha ya kwamba mrembo alisepa, aliacha kitambaa kama kileso kile kisungura bwana, kikachoma pale Mzee akaanza kupiga story. So, mimi nimekaa hapa muda mrefu sana kijana. Shen dao men men zu, shuo yao gan wo men hua kan ke wei yu bo. Tulielezwa vitu vingi sana kuhusiana na dhehebu letu na hasa jinsi ambavyo tulikuwa tunamtumikia Master Hua. Master Hua Baifeng ni mama yake na Master Fu Hongxue. Mwambia wakati huo tulipewa story nyingi, tukawa tumewahi kufanya mpaka sherehe za kupongezwa. Na tulienda katika ukumbi unaoitwa Sabre Hall. Sasa namwelezea vizuri, nasema wakati huo nilipokea mwaliko vizuri tu, na wakati huo nakumbuka, mimi mwenyewe binafsi sijui hata nini kilinipata, lakini tulishambuliwa siku hiyo. Hata vinywaji tulivyokunywa, sielewi ilikuwa ni vimewekwa nini, maana nilipata madhara. Sasa nilipokuja kuamka, mzee, si ndio najikuta niko huku ndani. Kwa hivyo hiyo ndio hali halisi. Kwa hiyo hizo sherehe zilizoandaliwa Yani, baiti ni, ni ni ni ni ke, ke, ke, eh, ni eh, ni ni nani nani sasa, aliyeenda alikuwa alikuwa kiongozi. Mimi nilielewa sana, sikumbuki bwana, lakini ni mtu mmoja mmoja, nafikiri ni Zonguchi Zonguchi, kama sikoseni, atakuwa atakuwa ni jamaa mmoja, alikuwa amekaa pembeni yangu, alafu jina lake la mwisho anaitwa Ma Ma Ma, unasema Ma Kongqun. Ndiyo. Ndiyo huyo. Ndiyo huyo. Sasa umenitajia hivyo, yani imenijia haraka kijana, ndiyo huyo. Lazima yeye ndo aliyetokea vitu katika pombe, ndiyo yeye. Hebu tusiongelee hilo sana. Wewe imekuwaje kijana, umefika hapa, mm? Kijana alipoulizwa lile swali likawa gumu sana, akamwambia mimi nilikuwa naelekea 10000 household Nilikuwa naenda kumpata huyo Ma Kongqun ili ni revenge, nilipe kisasi. Nilipofika huko nikakamatwa na mwishowe nimejipata. Huyu Ma Kongqun huyu jeze ili nyani zee hili. Yaani nakwambia kijana wangu ndio kisasi. Yule jamaa ndo aliharibu kila kitu pale. Akasema unajua hata hivyo sasa sidhani kama tutapata nafasi ya kumuona tena. Lakini kwa nini una una kata tamaa? Eh, mimi na wewe ni kama tunatoka katika dhehebu moja, lakini dhehebu lenyewe lilishaharibiwa zaidi ya miaka kumi na nne iliyopita. Kweli unataka kuniambia hii demon section haipo tena? Unanitania bwana, haiwezekani kabisa. Hapana, haiwezekani. Mzee akadata sana, Uncle Chin, hebu tulie basi. Miaka ishapita ni mingi sana, imepita sasa. Wewe uwezi kuelewa ni kitu gani ambacho kinaendelea huko duniani. Akasema ah, kwa hiyo basi itakuwa ni baiti baiti, eh, si ndio? Ni baiti eh, wewe mwaka mmoja baada ya wewe kulokiwa huko ndani Inasemekana kwamba Bai Tianyu aliuawa. Bai Tianyu sasa ni baba yake na huyu Master akasema alistahili kuuawa. Nani aliyemuua? Akamwambia Ma Kongqun. Ma Kongqun. Akasema Ma Kongqun. Akasema yeye ndio ni Ma Kongqun. Yani ilikuwaje, ilikuwa kwaje? Ah, miaka kumi na nane iliyopita ndio tukio lilitokea. Ma Kongqun aliwaita aliwaita wataalamu pamoja katika dhehebu letu ilo, kiongozi alikuwa mama yangu. Yani basi, ajabu ni kwamba walikamatwa eh, wa viongozi wengi. Baba yangu akachoka, mzee, kile kitu kilimsikitisha sana. Sasa sijui alikuwa gani, bodyguard wa babake, na huyo kijana akaanza kusikitika, anasema ah, mimi ni makosa yangu, yani kwa nini sikuweza kumpambania kiongozi wetu? Yaani kweli imeshindikana, kumbe. kwa hiyo hakusafari. ch ch Akasema nasikia haya sana. Kaanza kujitandika. Anko chini, Anko chini. Anko chini tafadhali. <laughs> Basi alikuwa anajisikia aibu sana kwa kile ambacho kilitokea. Naona bana. Kwa hiyo kwa haraka haraka unaweza kuona kwamba e huyo master huwa. E, anasema inasema, jamaa anasema mama yangu aliniambia kwamba yote vile itakavyokuwa basi nimtafute Mako Chuni ni sema eh, lazima muue huyu jamaa eh. Mungu wangu, eh, mzee wa watu analia eh. Mzee vipi tena, mbona kama unaangua kilio? Eh, Mungu wangu, mzee analia kilio fulani kinacheza cheza hivi eh. Mungu wangu, sasa kamwambia, sikia mzee, nikwambia, Mungu wangu, yaani hapa unavyokuambia hivi huku ni kama vile sehemu ya makaburi kama gereza ndio, kama vile wanavyoita kuzimu. <laughs> Anasikitika kuambia, lakini ango chini, unamaanisha nini? Nadhani sasa si maamuzi yangu kusema nitaamua nitoke hapa ama la. Lakini hebu niseme labda niwaulize marafiki zangu wengine sita. Marafiki sita, ango unamaanisha nini? Yaani niwaulize nini? Kwa wale. Kuambia nafikiri unielewe. Hebu nifuate. Basi alivyomwambia hivyo wakatoka pamoja. Alimpeleka kwenye upande mwingine ambao, basi huu upande, kijana yeye mwenyewe hajawahi kufika huko. Wakapita kwenye uchochoro fulani. Sasa cha ajabu, huko chini pametengenezwa tu vizuri, yani inaonekana kama ni ngome fulani, sehemu fulani ya maficho hivi. E, aya, wakapelekwa sasa, ameenda kampeleka kule. Mzee anadai kwamba walivyofika hapa hakuwa mwenyewe, walikuwa zaidi ya sita kwao, na marafiki zake karibu sita hao, ambao wote walishakufa akiwa huko huko chini. Yeye ndo alikuwa mjanja mjanja akasurvive. Sasa sijui imekuwaje ame survive na ametumia njia gani? Akasema haya, angalia Kabidi amuulize kwamba walikufa vipi, wanataka kujua walikufa vipi. Anamuuliza hivi, ili eneo wewe unalifahamu vizuri, wewe unajua hapa ni wapi? Wewe kijana, akageuka akatazama kila upande eh, bana, sasa hapa atakuwa ni wapi? Mwambie unaona, haya, utakuwa umeshaanza kupata majibu haya. Umeona hiki ni nini? Hiki hebu tazama hapa, ni shabu shabu. Ukifungua ile jeneza, mwanangu. Akateka kwanza libia, hebu funua afu uniambie nani utakayemwona humo ndani. Unadhani nani atakayekuwa ndani Nasema sasa, itakuwa ni maiti shaoza, hakuna cha kutazama mwanangu <laughs> e, babu. Akasema ah, safi sana. Uko sahihi. Yu Hili ni Ni kaburi la King Yu Zu anaitwa King Yu of ni, same, Zu, King King. Anaitwa anaitwa of your eo huyu atakuwa mtu wa ajabu hafai kuwepo kabisa katika uongozi wake. Wakatengeneza ile kaburi. Ile kaburi, unajua linaitwaje? Akasema hapa, anasema linaitwa Pishu Tom. Pishu Tom, Tom ni kaburi. Anasema maana ya Pishu Tom, kaburi la Pishu, maana yake unaingia lakini kutoka hutaweza. Njia ya kuingia huko ni moja tu, ipo njia ya kutoka. Kuna geti lakini huwezi kutoka. Hawa wote unaoona hapa mwanangu walikufa wakijaribu kuondoka. Kwa hivyo hata mimi nilipokuwa nikifikiri mara kwa mara jinsi ya kutoroka hapa. Nimejaribu lakini nikafeli mara nyingi, kwao nikakata tamaa. Kwa hiyo Wanko Chin, mlango wa kutokea hapa kwa ni upi? Huo mlango wa kutokea hapa unaitwa Heaven Path Gate. Akisema ugonjwa wangu umerudi, ugonjwa, ugonjwa, ugonjwa, ugonjwa, ugonjwa, ugonjwa umerudi. Sasa kuna ugonjwa unampataga yule mzee Chisho. Akiupata ugonjwa anakimbia haraka. Haya tutakuja kuona kisa cha hapo kitaendeleaje. Turudi sasa upande huu, bibiye ukakaa kama mgonjwa. Ehe, sasa anasema hivi kweli umeondoka? Kwa nini? Anajiuliza hivi katika hii dunia kuna kitu ambacho kina thamani kukuliko kushinda wewe? Natamani usiondoke. Moyo wake unauma sana. Na nani anaendelea kukumbuka jinsi ambavyo waliagana na jamaa. Jamaa jamaa alimwambia nina zawadi yako, si nzuri vile sana lakini nafikiri ni moja kati ya kitu ambacho kinafanana na zawadi aliyokuachia. Sasa angalia umemtendea mtu ubaya, lakini kuna muda ukikaa nafsi yako mwenyewe inakusuta. Hai, angalia leo amekaa kila mara anaangalia kile kipini cha ambacho basi kile Eh, katika nywele zake, na aliyekiacha alikuwa ni mwamba mmoja aliyekuwa amekuja na kuona

hizi <kipu> zote zilikuwa ndio kama sehemu yake anaohifadhia. Yani, unaambiwa zile pombe zake zote zile za thamani za kifalme i Yani hizo waini zote unazoona hapa mjukuu wangu, huwezi maliza hata miaka miaka. Upo chue leo dashiho. Mambia kushindwa kwangu kutoka humu ndani pia hii, hii ndio asali. Hiyo chungu. Unaona hizo zote ni tamu sana, hizo wewe unaziacha vipi? Hivyo anza shudifa. Unaweza kunieleza geti liko upande gani? Yani kila muda jamaa kigeuka hivyo anamuliza kuhusu geti. Sasa niko chini naye na vituko kweli. Napenda pombe, unamkumbuka Konde Boy? Eh, Konde Boy mwalimu wake na Shao Shilang kwenye Royal Prince alikuwa anaitwa Shikongzai, alikuwa anaitwa Shikongzai. Sisi tulikuwa tunamuita uh, teacher. Alikuwa mwalimu wa Shao Shilang kwenye ile Royal Prince, naye alikuwa anapenda sana pombe inaonekana. Pia katika baadhi ya mataifa ya Kichina wako wazee wengi ambao wako addicted na pombe, ndio maana wanatuonesha onesha sana hiyo tabia ya wadau hao wa namna hiyo. Lakini kiufupi ni kwamba ndio tumeikamilisha episode ya 10 eh, na mbili. Na tutakutana mimi na wewe sasa kwenye muendelezo episode ya 13 na kuendelea. Haya basi naombeni basi, eh, changieni basi internet jamani. Mbona nimewaomba sana? Eh, nambari ya simu si iko hapo. Eh, nimeweka kwenye screen hapo tazama. Hata sasa utakuwa unaiona. Tumia hiyo ni M-Pesa. Tuma pale kile unachokuwa nacho utanitumia message. DJ mimi nimechanga pale kiasi gani. Utakuwa umetisha eh. Si mnaburudika jamani au furaha muipati eh? Mbona mimi nafanya kwa ajili yenu? Fanyeni kitu kwa ajili yangu nataka mashabiki wale sio fake, mashabiki wale halisi. Na Tanzania nina mashabiki karibu asilimia sabini ya watazamaji wangu wanatoka Tanzania. Tanzania maana yake nina watu wengi sana yani, maana yake ni kwamba karibia, almost watu wengi zaidi wanaotazama channel hii wako Tanzania. Sasa wa Tanzania mnashindwa vipi? Kwa sababu kama unafurahi una enjoy una burudika support. E, namba ya simu iko hapo, tuma chochoto, tuma 5000 10000 basi, tunapata bando. Bando likija kwa siku, mimi naweka hata episode 10 15 lakini sasa hizi tumeishiwa. Haya bana, tutakutana na, e, tutakutana mimi na wewe kwenye episodi ya 13. Asante kwa muda wako. mimi ni Michael Lukindo Mr Informer, zingatia kusubscribe, kulike, kushare, kucomment tuende pamoja.